Naam, sasa tumerejea baada ya kupata mapumziko mafupi. Najua ulikuwa unasubiria kwa hamu ni yapi ambayo yamejiri mtandaoni na hapa. Eh, namuona bwana Michael Amani Michael akiwa na tabasamu zito kabisa. Inaonekana leo mitandaoni pamechangamka. Ya, yeah, mitandaoni pako vizuri. Naam, naam. Ya, yeah, na pamechangamka kweli kweli na watu wanatamani sana kusikia, yeah, tumeweza kuandalia nini siku hii na leo. Najua hapo awali ametokea matukio mengi mengi hasa ya, ya wiki hii. Mm -hmm. Ila hapo jana nah, nah, katika nchi jirani hapo ya Kenya. mm -hmm. Eh, watu 16 wafariki na zaidi ya watu 400 wajeruhiwa katika maandamano. mm -hmm. eh, yani, watu 16 wamefariki dunia na watu zaidi ya 400 wamejeruhiwa kwenye maandamano ya mm -hmm. nchini hapo Kenya na hasa hao wengi wakiwa ni vijana. mm -hmm. eh, yani, hiyo ndio taarifa. Hayo ni maandamano mm, ambayo vijana wame- wamefanyaje wamewekwa wamesema, kwamba kwa mujibu wa e, wakuu wenyekiti wenye wa tume ya kitaifa na ya haki za kibinadamu kwamba e, wanaeleza siku kwa, siku ya kutetea haki na muswada mm, e, kwa hapo Kenya ambao muswada ulikuwa haujapitishwa ila kuna vitu ambavyo vilikuwa vimepandishwa la hapa walikuwa hawajabainisha mm, baadhi ya wananchi wa Kenya mm wenyewe wakalipinga hilo wakitaka kwamba huo mswada usipitishwe na kuwa sheria maalum katika nchi yao. na, na, jana umesema jana hapo uh, jana uh, kulikuwa kuna ulinzi mkali hasa maeneo ya bunge ni bunge mm. ni yani, jana polisi wakawa metapakaa mji mzima hasa maeneo ya Nairobi wakiweka ulinzi, kwa sababu vijana wametaharuki na wamechukua hatua, kwa sababu wamekuwa hata kama ilikuwa na gari la polisi ile tambo ile namba za serikali mm. watu ambao wanajulikana kwenye serikali kwa kivamiwa mm. na kupiga tena raia tukishuhudia kwamba chanzo hiki hasa atasana. Lakini kikatiba kule Kenya wanaruhusiwa kuandamana Michael, maandamano katiba inaruhusu kwa kule yeah. hata kama ina inaruhusu maandamano ndiyo, ila kuna vitu fulani lazima kuangalie mm. kwa sababu unaweza ukaruhusu hivyo, lakini mwisho wa siku kaleta madhara sana ndani ya taifa. Mm, wanasema eh. Kenya, wanasema hapa kuna taifa moja nime, nime kuna, kwenye katiba ya Kenya wanasema yeah. Kenya inaruhusu haki ya kuandamana kupitia katiba ya Kenya ya mwaka 2010 mm hasa amesema katika kifungu cha thelathini na saba kwamba kila mtu ana haki ya kukusanyika kwa amani, kuandamana kwa kuwasilisha maombi na kushiriki kwa uhuru katika mkutano ya hadhara hmm. nadhani umeona, yeah. Wana haki ya kuandamana, wameruhusu hmm. wameruhusu vizuri, lakini kwa upande wetu tunaangalia matokeo ambayo tunayopata hmm. hmm. nashuku kama hao watu 16 wamefariki hasa ni vijana, yeah. Unaangalia hao watu 16 kama sasa wangekuwa hai, faida kwenye familia zao kulikuwa na faida gani okay watu ambao waliowapoteza hao watu sasa hizi wapoje? Wapoje serikali yenyewe na rais wake ambaye ndio mkurugenzi ndio kama mkuu wa nchi rais, mm, yupoje? Kwa sababu hao watu waliopoteza wanapenda sana kwenye nchi yake mm. Watu walikuwa wanazunguka hao watu majirani. kwa, kwa, kwa maoni yako wewe, hasa wale wanaandamana kutafuta suluhu ya ndugu zao wa ambao wamepotea pengine na polisi yeah. Uh. wamepigwa risasi kama walivyosema, nini kifanyike? Ah, uh, pengine uh, labda wanavyoandamana wanakiuka. Na kwa sababu hiyo ipo ndani ya ratiba kabisa nchi ya Kenya. Mm. Wala hawageuki. Mm -hmm. Ila wanachotakiwa kufanya, inatakiwa waandamane, ila wawe pembeni na nini na yale mavurugu, yani tunaweza kusema kwamba okay, vurugu ile isiwe kubwa sana hadi inaleta nini, inaleta yeah, isivunjie isivunjie amani ya yeah, kwa sababu ukiangalia nchi ya Kenya ukiona andamana <laughs> yani unaweza kujua hivi ni vita kabisa <laughs> nini, kama sio vita basi ni nusu vita, kwa sababu yani kama ni polisi ikamata na mm, raia, yi, kwa mujibu wa Tanzania sasa mm, nasema Tanzania inatoa haki ya kuandamana kupitia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mm, ya mwaka 1977 ibara ya ishirini kipengele cha kwanza, nasema kila mtu ana uhuru wa kukusanyika kwa amani kushirikiana na watu wengine na kwa pamoja kuanzisha vyama au mashirika kwa madhumuni ya kulinda au kuendeleza maslahi yao kwa maana hiyo, na Tanzania wameruhusu kukusanyika. Tunapozungumzia mkusanyiko wa kudai haki, moja kwa moja tunaenda kwenye maandamano, lakini tumeona wengi wamepotea, wakina mdude wa Chadema, wakina soka wengi wame, wamepotea potea. Kwa nini kwa Tanzania hatuoni pulukushani kama hizi? Tumeona Kenya akipotea mtu mmoja, basi wa Kenya wote wana kwa kushirikiana na yaani, raia wa wote wanaandamana kwenda hasa kwa vituo vya serikali, ndio maana nyingi wanavishambulia. Kwa nini Tanzania haipo hivi? Ay, Tanzania asilimia kubwa ni watu ambao wanaongea kuliko vitendo. Mhm. Mm Hata kama mtu akipotea wao wanafuata sheria. Yaani ile kuandamana ni kama vile mtu ana hofu. Najua kwamba nikienda kule yote inaweza ikanikuta. Naweza ngapoteza maisha familia yangu na bakije. Haya, yani nikaenda kwa mimi naweza kupoteza maisha afuna tena aliyepotea kwa tukaenda wawili kwenye familia. Kwa wale wanatanguliza kwanza uoga tofauti na Wakenya. Lakini Wakenya anaweza kaanzisha bodaboda mmoja akapitia mkoa mzima au wote wakandamaa na lakini, kwa Tanzania mm hiyo -hmm. ni ngumu sana, yani ile hali ya kelele kelele, ndio maana inaitwa nchi ya amani, hawajazoea kabisa kabisa. Labda wewe unaonaje, apotee mtu tukae kimya ama apotee mtu watu tudai haki? Okay, kwa mimi hapo mimi naona kwamba apotee mtu tudai haki eh, na hivyo mm. kukaa kimya, hapana sio vizuri, kwa sababu watu wanaweza kukuta wa wanaisha ta ndugu zako wa karibu. Hata kama sio ndugu yako wa karibu, yule ambaye ni ndugu yake inakuwa mm. inamuuma sana ndani ya moyo wake kwao. Kwa upande wangu mimi, mtu akipotea tudai haki, lakini siko maandamano kama ya watu wa Kenya. Watu tuende polepole, wafuate sheria, mtu atapatikana.